Audhu billahi min shaitani rajim bismillahi rahmani rahim. Absaid Herbarst Clinic, tiba zetu za Afrika. Leo tunatumia dawa yetu hii nyingine kwa ajili, dawa hii ya masuala ya kibiashara, wale wafanya biashara, na dawa hii kwa wale ambao wanasumbuliwa na mapenzi, wamegombana, wametukanana, wamefukuzana katika majumba, ugomvi baraa moja kwa moja basi tumia dawa hii. Dawa hii itakusaidia, na dawa hii tunatumia leo ni vitu vitatu tu, bali tunatumia mcharaka kwa maana muharaka, na mlipo, kwa mlipo, ambao, na tunatumia mlipo kwa maana ndio ule mlipo ambao unaonekana, na tunatumia pia baruti. Baruti inauzwa katika maduka madawa, mlipo unauzwa katika maduka madawa. Mchaka unauzwa kwa uza kuni. Wewe mwenyewe utaangalia wepesi wako kitu gani ambacho tutakifanya ili mambo yako yaweze kwenda. Kwa hiyo hii utatumia kumuita mpenzi wako, utatumia kumuita mumeo, utatumia kumuita mtu yoyote ambaye alikuwa mbali Chukua huo mchahaka uchange change, upate vijiti vyembamba vyembamba. Vijiti hivyo viweze kuvifunga katika, katika vifungu vingapi? Vifungu vitatu, vifungu vitatu hivyo. Kila kifungu kimoja utakuwa umechanganya ile baruti pamoja na mlipu, kutatia kwa ndani yake, na ikiwezekana chukua ambayo nyuzi au nguo ya yule mtu ambaye unamkusudia pei katikati peneipande kama nyuzi nyuzi, ichanganye na hizo dawa ambazo mlipu pamoja na baruti Alafu shindilia katika hizo dawa ambazo ulikuwa umekatakata kata vipande hivyo kata ushafunga kama vile mizigo ya kuni. Utachukua kimoja siku ya kwanza, kimoja siku ya pili, kimoja siku ya tatu. Ndani ya siku tatu hizo, ukizifanya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, wiki haifiki haifiki, basi ule mtu atakao kasharudi au wale watu utakao, unaona kwa wingi katika biashara zako. Pale unipochoma dawa hiyo usiseme nachoma dawa, bali nachoma moyo wa fulani, moyo wake uungue kwa ajili yangu mimi, moyo wake upate shida kwa ajili yangu mimi kupona kwake pale kuwa na mimi, asipokuwa na mimi, basi ateseke mpaka vi, mpaka hawezi kuja kwangu mimi. Na pia kama unavyolipuka mlipu huu au inavyolipuka ina baruti hii, basi nataka na yeye moyo wake, nafsi yake, kila wakati ulipuke, mapigo ya moyo alipuke kwa ajili yangu mimi, mimi fulani na wewe fulani, nataka uwe kwa ajili ya mimi fulani. Na kama wewe utakuwa si mja wa haraka kwa maana ule mchahaka usiwite tena mchahaka, uite mja haraka basi nataka mja mja fulani aje kwa haraka, aje kwa haraka kwangu, yaani kwa maana unamaanisha unamaanisha yule ambaye unataka kumuita, basi utazungumza hivyo, na pia utazungumzia hayo maswala ambayo kama unasema ya mlipu na maswala ambayo ya baruti, na kama maswala ya kibiashara, basi utasema waja haraka katika biashara yangu mimi fulani, au katika jambo la mimi fulani, utasema hivyo. Utikisha kuchoma itawaka, kisha kuweza kuwaka ile dawa utaiweka pembeni katika kitu chochote unachokijua no wewe iweendelee kufuka mpaka ishe wenyewe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, huyo mtu atarudi kwa haraka, isipokuwa huo mwaharaka huwa unaumiza kwa kwa wale ambao wasiokuwa kutambua, kwa maana una harufu mbaya. Kwa hiyo uenda ukawakera majirani zako, au uenda ukawasumbua wale wapangaji zako, au wapangaji wenzio. Kwa hiyo hii dawa inatakiwa ufanye sehemu yenye huru. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ilo jambo litafanikisha na itakwenda vizuri sana. Fata taratibu hizi ambazo unazozifanya mimi taratibu hizi ukizifuata basi utafanikiwa. Na mchahaka kila mmoja anaujua, ndio hule ambao watu wanojengea majumba wanojengea kitu gani? Kwa hiyo wewe tumia huo mchahaka kwa jambo lako hili, Mungu atakusaidia na kama utakuwa unashindwa kufanya hivi, basi pia utapiga namba hizo ambazo unaziona, kwa uwezo wa Allah tutasaidiana kwa lile ambalo linatakiwa. Na pia vile vile wateja wetu huwa mara nyingi sana tunawasaidia, lakini baada ya kuwasaidia, kuna watu ambao wanafanikiwa kwa yale ambayo tunawasaidia lakini kuna baadhi ya watu wanakuwa hawafanikiwi kwa yale ambayo tunawasaidia. Lakini mimi naomba radhi katika hilo, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye alokamilika, na pia vile vile kutokana na kutokuwa na uvumilivu wa lile jambo ambalo lilokuwepo, basi watu wanakuwa wanakata tamaa, wanakwenda sehemu nyingine, wanafanya sehemu nyingine. Ni vizuri, lakini pia kwa ushauri, si vizuri kama hujafanikiwa jambo lako wewe na pesa yako ushatoa, basi rudi sema kuwa bana, mimi nimefanya lile jambo sikufanikiwa. Njia ziko nyingi, mimi nimeona njia hii itakusaidia, lakini njia hii imeshindwa kukusaidia. Sasa njia gani ambayo itaweza kukusaidia? Na pesa yako umeshatoa, basi tuna haki ya kutafuta njia nyingine ili tuweze kusaidiana. Kwa wale ambao waliokuwa mbali hawawezi kufika, na kuna wale ambao walikuwa karibu wanaweza kufika na tiba iliyokuwa bora nzuri kubwa kwa wale ambao wanaweza kufika, na dawa zetu zipo ambazo za aina tofauti tofauti. Kuna dawa zile ambazo za kusema za haraka, na kuna dawa ambazo zilikuwa sio za haraka. Kwa hiyo wewe ukiwa na jambo lako la haraka, basi pia usisite kumwita mtaalamu huko alipo, ili akufanyie jambo lako kwa haraka, ili liweze kwenda sawa. Kushirikiana baina nyinyi na mimi ndiyo mafanikio tunaomba tusaidizane katika hayo. Wale ambao wasiofanikiwa, tuko tayari kurudia madawa yao, tuko tayari kuwapa pia tiba zao kwa ajili ya kuweza kufanikisha, kwa sababu ulipotoa pesa yako unahitaji uweze kufanikisha. Usipofanikisha jambo lako, inakuwa pesa yako umetupa, unaendelea kutupa pesa, na wengi wanasikitika kuwa wanatupa pesa kwa wataalamu wengi, lakini mafanikio hakuna. Lakini mimi mojawapo nasema niko tayari kurudia jambo lile ambalo mwanadamu ambayo hakuweza kufanikisha kwa uwezo wa Allah basi, tutafanikisha tena kwa gharama ile ile. Kama atachangia atachangia yeye kwa kile ambacho alichokuwa nacho, lakini sio mimi kuambia nahitaji kitu fulani hapo. Nasema kihaki kililahi, na niko tayari kwa hilo. Karibuni sana, Absaidi Hebarist Clinic, tiba zetu za Afrika. Karibuni sana.